TV. Pale ambapo habari hukutana na wataalamu. Hujambo mpendwa mtazamaji na karibu sana katika mechi hii ya Fainali ya Kombe la FA kati ya timu za Manchester City na Watford. Natumai umzima kama chuma cha pua na unaendelea kupambana na hali yako wanavyosema kule Kenya. Huu ni muhtasari wa mechi hii ilivyokuwa ikiwa ni toleo la 138 la Fainali ya Kombe la FA mwaka 2018 na 2019. Mbichi na mbivu za mechi hii ziliamuliwa leo Jumamosi, Mei 18 mwaka 2019. Mechi yenyewe ilianza saa moja jioni saa za Afrika Mashariki baada ya kusubiriwa kwa hamu na gamu na mashabiki wa kandanda kote ulimwenguni. Refa wa mechi hii alikuwa Kevin Friend, mzaliwa wa Uingereza na anayeishi Leicester kwa sasa. Ikumbukwe kwamba mechi hii ilichezewa kwenye uwanja wa Wembley ambao unapatikana katika eneo la Wembley, London na ulifunguliwa rasmi mnamo mwaka wa 2007 katika eneo lile lile ambalo uwanja asilia wa Wembley ulikuwa kabla ya kubomolewa mnamo mwaka wa 2002 na, na 2003. Mechi tajika za kandanda huchezewa kwenye uwanja huu zikiwemo mechi za nyumbani za timu ya kitaifa ya Uingereza na Fainali za Kombe la FA kama ilivyokuwa fainali ya leo. Ukijaa hadi pomoni unaweza kutosha watu wapatao elfu tisini. Je, wajua kwamba time capsule, yani kikasha cha vifaa na taarifa mbalimbali kilizikwa chini ya ardhi ya uwanja huu wa Wembley? Sasa wajua, ndani ya uwanja huu leo kulikuwemo na timu mbili zenye shabaha mbili na zilizokuwa zikishindania kombe moja. Fainali hizi za leo za kombe la FA, kusema ukweli, zimeadhimisha kila kitu cha kufurahisha kuhusu mchezo wa mpira wa miguu wa Uingereza, utofauti wake wa mambo mengi na ugumu wake wa kubashiri ni timu gani itashinda. Mabingwa wa ligi kuu ya Uingereza walijitoma uwanjani wakitumai kupata domestic treble, yaani ushindi mara tatu wa makombe tofauti tofauti ndani ya Uingereza, jambo ambalo halijawahi kufanywa katika kandanda ya wanaume Uingereza. Mwalimu yaani kocha wa Manchester City Pep Guardiola awali kabla ya mechi alikuwa amesema nikimnukuu, tukishinda msimu huu utakuwa wa ajabu, tusiposhinda nafikiri kwamba msimu huu bado utakuwa wa ajabu ama. Kwa kweli kwa Manchester City kushinda na kutia kikapuni hiyo domestic treble, umekuwa msimu wa ajabu sana kwao, na tunawapa kongole. Kwa mujibu wa takwimu, yani statistics tulizo nazo katika meza yetu ya michezo ya sasa Africa Productions, The Sky Blues, yani Manchester City wameshinda jumla ya mechi sita pamoja na ushindi huu wa leo katika fainali ya Kombe la FA, na wakashindwa katika mechi nyingine tano, hasa kwenye fainali kumi na moja za awali katika Kombe la FA ambazo wameshiriki. Watford walipambana kishujaa kufika katika fainali hizi, kwa kusema ukweli. Wakumbuka namna ambavyo walivyokuwa na mechi yenye vituko na viroja kwenye nusu fainali walipokuwa wakicheza na the Wolves, almaarufu mbwa mwitu, na wakatoka nyuma, mechi ikiwa magoli mawili kwa nunge ndani ya dakika 11 zilizokuwa zikisalia, na wakaibuka washindi. Mashabiki wao walikuwa wametumaini kuwa ndio watakaozuia City kuiwahi hiyo domestic treble, lakini wapi, zilikuwa ndoto za alinacha tu tangu mwaka 1984 Waliposhindwa na Everton magoli mawili kwa nunge, Watford hawajashiriki katika fainali yoyote ya FA, na amini usiamini, wamesubiri kwa miaka 35 ili kushiriki tena katika fainali hizi ndani ya uwanja wa Wembley. Watford hawajashinda mechi yoyote kwa miaka 20 sasa tangu mwaka 1999. Wakati ilipotoka nyuma na kuibuka mshindi dhidi ya Wolves kwenye nusu fainali kwa magoli matatu kwa mawili kutokana na jitihada za mchezaji nguli Gerard Deulofeu. Timu hii hii ya Watford kwa kweli ilijileta kichinjioni yenyewe tena na kisu chenye makali pande zote mikononi tayari kuchinjwa. Kwa mechi kumi ambazo imecheza na Manchester City kwa mashindano yote husika imeshindwa zote. Aidha, haijashinda kwenye mechi kumi na tano tangu iliposhinda kwa goli moja kwa nunge miaka 30 iliyopita mnamo mwaka 1989. Kingine cha ajabu ni kwamba, hii ndiyo iliyokuwa Fainali ya FA ya kwanza kati ya walimu au makocha wawili wanaotokea nchi moja, tangu zile enzi za walimu Dave Jones na Harry Redknapp mnamo mwaka 2008. Kama ukweli utasemwa, hamu na mshawasha wa kikosi hiki cha City kufaulu ni ya kipekee na haipingiki hata kwa dawa! Hivyo basi City walipoishia kuwashabanga magoli sita kwa nunge vijana wa Jay Gracia wengi hawakushangaa wala kushangazwa. Hata ingawa huu ulikuwa ni mpira wa miguu, na kama tunavyosema, chochote kingeweza kutokea, kwa mechi hii hakikutokea, na timu iliyokuwa imedhaniwa ingeshinda na wengi, ilifanya vivyo hivyo, ilishinda. Wachezaji wafuatao ndio waliofungia Manchester City pamoja na dakika walizofungia ndani David Silva mnamo dakika ya 26 na, na Rahim Sterling aliyeifunga hatrik mnamo dakika ya 38, 81 na, na 87 mtawalia, Kevin de Bruyne aliyefunga mnamo dakika ya 61 na Gabriel Jesus aliyefunga mnamo dakika ya 68. Baada ya kuitazama mechi hii pamoja na muhtasari huu, ni nani ndiye unadhani alistahili kuwa mchezaji bora zaidi katika mechi hii ya leo? Kwa huru kutuambia hapo penye comments na kuuendeleza mjadala huu. Kwa habari kemkem zilizohaririwa kwa ustadi na ufundi bila papara wala payuka payuka, hapa ndipo Subscribe na ubofi alama ya kengele ili usipitwe na habari murua na motomoto -moto za mechi zote za uzunguni na barani Afrika, kama hizi kila siku. Mimi ni Mpasua Msonobari nikiripotia sasa Africa Productions Zanzibar Visiwani. Usikose kujiunga, yani yaani kusubscribe katika YouTube channel yangu.